Bali wamngojao Bwana, bali wamngojao Bwana watapokea nguvu mpya, na watapata nguvu mpya. Mngoje Bwana, kwa sababu kuna nguvu mpya. Potelea mbali, kuna baadhi ya nguvu imeisha. Wanadamu ni miongoni mwa vitu vinavyomaliza nguvu zetu. Wamekudisappoint, wamekuudhi wamekusimanga wamekufilisi wamekutapeli, wamemaliza nguvu yako. Hii wanayoiona leo, naomba usikate tamaa, mngoje Bwana maana utapata nguvu mpya, na mimi nakuombea. Haijalishi yamekufa mangapi, yaache afye, lakini kuna nguvu mpya. Alafu kuna watu wachache ambao wanakuona kana kwamba ndio umeishia hapa, lakini wasubiri nguvu mpya, kwa maana wamngojao Bwana watavikwa hivi. Naongea na watu wangapi hapa wanaosema amina haleluya? Ukituona tuko hapa madhabauni, nguvu za zamani zilishapigwa ukituona tupo, ni nguvu mpya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Na mimi ninakuombea kabisa, wanaoku wanaokungonga waliokudharau uliowatumia SMS, jamani, heri ya mwaka, heri ya Krismasi, ya ya hawajajibu, waliokuacha, waliokulefti, usijileftishe, subiri nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nasimama hapa kama mchungaji nasema na mtu mmoja ambaye ameishiwa na nguvu kabisa, yani anajiuliza hata hiyo Januari inakuja inakuja kujaje hata huu mwaka unakuja unakuja kujaje? Yaani una nguvu fulani sijui ni ya kiroho au ni ya kiuchumi au ni ya kifedha au ni ya kimwili, imeisha kabisa, kiwango ambacho watu wengi wanafahamu, hata maadui zako na marafiki zako wanajua huna tena. Ninasimama kwenye hii madhabahu, naongea na huyo mtu mmoja. Hizi nguvu ni kweli zimeisha, za kibiashara za kifedha zimeisha, lakini mimi kwenye madhabahu hii nataka nikuhakikishie, kuna nguvu mpya juu yako, na utaenenda si kwa ile nguvu ya zamani. Elfu mbili na ishirini na sita, Mungu akaweke nguvu mpya katika maisha ya kwako. Washindi wachache wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya!